Ni furaha iliyoje kukutana nawe mara tena, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Unaposikia sauti kama na hii ujue kwamba ni taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas, ninakualika uweze kunitegea sikio na kunipa macho mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari. Nasema karibu. Tuanzie na huko Katanga katika mji wa Baraka ambako umekotwa sasa siku ya sita hii mwili wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la DD baada ya kuzama ndani ya mto Mtambala katika mazingira ya kutatanisha. Wakati hayo ya kijiri, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Katanga ametoa angalisho kwa wanaotumia kileo cha kupindukia. Kwa mujibu wake, mkuu kiongozi huyo bwana Mieno Matiabu Pierre amesema kuwa marehemu amepotea tangu siku ya pili ya wiki tunayo katika mazingira ya kutatanisha. Hata hata hivyo siku ya sita ndipo mwili wake umekutwa ukielea juu ya maji ya mto Mtambala, kama alivyoeleza kwenye laini ya TV yako katika manispa hiyo ya Katanga. Tumsikilize. kwamba tulipata habari tangu asubuhi ya kwamba Katanga huku kumashamba ni alamba kulikufa mtu ambaye anaitwa Kike, anaitwa Kike na tangu asubuhi wa wakazi walikuwa wanasema kwamba hawana ile habari, yawezekana ilikuwa woga. Sasa sasa hivi ndio tumeona, sasa hivi ilikuwa imeelea ili kwenye e, tuko na vitengo vyote vya serikali hapa, tunaangalia namna gani maiti inaweza kufika katika kwenyuma, yaani hapa ni alamba na Katanga angalau kilomita mbili. Eh, kuna watu ambao wanasema kwamba alikuwa toka hapa Mialamba akaenda Vikombo kwa kutafuta namna gani anaweza kupata pombe na, na, na wakati okay, alikuja anarudia na tangu alikuja anarudia mpaka hivi hayaonekana. Sasa alikufa tangu siku ya pili, alikufa tangu siku ya pili, mpaka saa hii mtu bado haonekana. Marehemu mwenyewe alikuwa mkaazi wa ha. Kimanga, alikuwa mkaaji wa Kimanga eh, njo kunyumba kwao, lakini huko ku, alikuwa kumashamba kulima. Inawezekana baada ya kunywa pombe sana eh, kwa maana kuna fasi ambayo wanapita na mtumbu, kuna fasi ambayo wanapita na mtumbu, inawezekana mtumbu ulidinuka na mtu aka akapoteza maisha. Kwanza kabisa ninaweza kusema watu wakatanga au wa... vizuri niseme tangu tuko katika wakati mbaya tu, wajitulize sana. Pombe ziko zinakunywia za kila kalite machupa za nini, na watu hawako wa wana jikontrole, alafu hivyo nitawaambia ya kwamba watu Na tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba amewasili Baraka gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini pamoja na ujumbe mkubwa toka kwenye ngazi ya jimbo hii Jumamosi ya tarehe 28 Juni 2025. Gavana makamu Jean Jacques Lakano aliendesha kikao cha usalama na tabaka mbalimbali mbali za viongozi ambako ziara yake itadumu hadi tarehe 30 Juni 2025 kwa ajili ya kusherehekea kumbukizi ya uhuru wa Kongo. Na kwengineko ni kwamba maoni yameanza kutolewa tofauti kutoka kwa malida na wachambuzi wa kisiasa katika maeneo ya Fizi Baraka kufuatia mikataba ya amani iliyosainiwa kati ya nchi mbili ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda huku Marekani Ijumaa ya wiki. Tunayo mengi zaidi, nampisha mwenzangu mchumba wa mkulima na Fatuma. Ngandu Makangila ni mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Fizi Baraka. Hapa anatoa mtazamo wake kufuatia mikataba hiyo: bo makubaliano kwanza na yapokea vizuri sababu inaahidi kama italeta amani kwetu, lakini tuchunge matokeo. Na alipoulizwa ni nchi gani kati ya Rwanda na Kongo ndiyo yenye faida zaidi kwenye mikataba hiyo, naye yalijibu yafuatayo kwa oh, faida siokuwa faida, viongozi wanajua mingi, lakini kufatana gisi tulisoma gisi tulijua nini liendeka, kwa mujibu wangu mimi nawaza kama inamsaidia Rwanda kupata vyenye alikuwa natafuta kwa miaka yote, kama Rwanda litupiga vita nijue kupata bii alompatia kwa hiyo mkataba. Donc inaonesha Rwanda anafaulu tuzidi sisi, kwa sababu siye tulipana utajiri wetu kwa kupata amani na ili utajiri tulipana kwa nani wa Rwanda donc inaonesha kama Rwanda anapata bili vyenye alitafuta kwa miaka makumi tatu yenye ilipita, bili vyalikuwa anatafuta kutufanya vita alivipata sasa kupitia hiyo mkataba. Je, kwa upande wa nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo hakuna faida yoyote kwenye mikataba hiyo? Lisienga Nduma Kangila anatoa ufafanuzi wake. Faida ni kwamba nchi yetu ili kupitia viongozi wetu, nchi ilionesha kama Rwanda nje atatuletea amani, na tukimpatia vile gisi tulimpatia, tutapata amani. Basi kwa kweli, kama Rwanda atatupatia amani njoo, na sisi tuishi gisi wengine wanaishi, kkubanafanya miaka hata makumi mbili asiki ake siraha inalia komw anaishi hayaonaka soda. Sasa kama hiyo mkataba njiu tatuma, na sisi tuishi kama wengine, tusisikie sirah kulia, tusisikie fulani alikufa sisi sikia angusha ule, kama hiyo mkataba itatutuma na sisi tuishi kama wengine, basi tuombe Mungu na sisi tupate ile usalama. Ni mikataba zaidi ya tano ndiyo iliyosainiwa huko Umarekani. Ni mkataba gani ambao ni mbaya zaidi kwa inchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo? Mchambuzi huyo anatoa ufafanuzi wake. Kwa makubaliano yao, kenye kibinafsi linisumbua zaidi maswala ya kuchangia uongozi wa vitu fulani, kwa mfano huko parki zenye zitakuwa na kuwa jere na pei zote mbili, kuko maminere zitatoka hapa kwetu zinakuwa trete kule Rwanda. Kibinafsi ningelipenda hivyo vyote vifanyike hapa kwetu, donc kama ni rafineri ya kutengeneza matiere premiere ile strategique zifanyike pale Goma, zifanyike kama tetia Kishasa, watefanya ikuwe kalemi Kibinafsi mimi ningilipenda matiere zetu zitoke hapa ziende etatsunis directement, hapana zipitie Rwanda. Rwanda inaangaje watu pale wanapata makazi zao, wakongomana wanabakia bila kazi, wanapeleka mali zao zenye Rwanda iko na tafuta muda wa miaka mingi Vivyo hivyo hapa, mdadisi huyo wa masuala ya kisiasa anapendekeza mkataba mojawapo ambao pia ungewekwa ili iwe faida kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa baadaye. Mikataba yenye ningelipenda mimi ni kuepusha kwanza nchi e, serikali wala e, jeshi ya nchi nyingine isifike kwanza Kongo, iku ya Rwanda isingie Kongo, iwe ya Uganda isingie Kongo hiyo ya Tanzania singeko na ya zaidi sana ni Umarekani isaidie Kongo kujijenga kijeshi, sababu inchi na usalama wake ni jeshi kwa imara. Unajua murelasion internasionali, mission ya kabambi ya inchi ni kufanya vita kwa inchi zingine, obezwe ile inchi uziko kote kwa province yako, na ile yote inaendana na nguvu yako ya kiserikali ya kijeshi. Etazi ni le iko nguvu parce que jeshi yake ni ya nguvu, hakuna mwanaweza weza kumchokoza. Na etazi ni kama ingipenda kutusaidia zaidi, ingikuwa tu tuseme, Rwanda minere, itaenda ingilipasha kutupatia vifaa na formation kwa jeshi yetu, juu nchi yetu nayo ikuwe parmi ii nchi imara yenye kila ingine inchi iogope kuichokoza. Hiyo ndio ingekuwa mchango yangu, asante huko Uvira ni kwamba mea kwa muda wa muji wa Uvira, kifara kapenda kiki amefanya ajali baada ya gari yake kugongwa na gari ya maaskari jeshi wa taifa FDC, kwa mujibu wa duru zetu, siku ya sita hii ndani ya muji wa Uvira. Kwa jambo hilo, baadhi ya malida na vijana wamekemea vikali kitendo hicho. Taarifa tunazo ni kwamba yote yametokea pale ambapo mea kwa muda alipokuwa anafanya ufuatiliaji wa kazi za pamoja maarufu Salongo, kwenye kona na kata mbalimbali mbali za muji wa Uvira, kama alivyohakikisha pia mwanasheria ane ambaye ameanza kutoa picha halisi yalilivyokuwa, utaelewa okay. Kwa mtangazaji, leo ni siku ya posho, ni siku ya salungu ndani ya vile ya Uvira. Meya wa jiji makamu, ambaye tena ni mere nterimer mnamo vile ya Uvira, ameamkia kwenye redio asubuhi akatangaza kwamba salungu itafanyika kwenye pembeni ya ya nani ya Tembe, ambayo ni bank yenye iko katika vile ya Uvira na kwenye pembezoni ya monument ya ya Flambo de Zaire lakini pia mkutano utafanyika pia kwenye kilalo ya Kavimvira, pale kwenye kilalo kinaharibika. Na kwenye kilalo ya Kavimvira, pale kulikuwa kazi ya kufunika mashimo ambazo vyuma vilikuwa vimeshaharibika haribika, na meya wa jiji ameama pale kwenye kilalo ya Kavimvira, na alipokuwa akitoka pale kwenye kilalo ya Kavimvira ili kwamba ajielekeze kwenye meli ili kwamba aende kwenye fermeture ya session ya mars ya assemblee provincial ya Sud Kivu ambayo tumeingia katika Uvila ya Uvira provisoirement, ndipo walipofika kwenye pembeni, eh, tu ya biro ya Vodacom, biro ya Vodacom kubwa hapa Uvira, mnamo commune ya Mlongwe, quartier Rombe ya kwanza tu just kwa na matano amefanya aksida pale. Meri Kifara amegongwa na gari ya majeshi ya majeshi FRDC walimgonga mbele, kisha nyuma yake pia kulikuwa kijana entrepreneur, naye alikuwa na gari basi, naye akagonga mer de la ville nyuma, akajikuta ka katikati ya gari mbili ambayo zimemgonga. Ndipo pale moyo uka, ukashtuka, tanswe, ikafika inashuka na hiko kwenye hospitali sahizi ya jenerali ya reference yetu ya, ya Uvira. Lakini shoferi wake ambaye alikuwa akimtembeza ametoka salama za nini na wala kuna hata ugonjwa ambao umempata wa moyo ama ya nini. Ndio hali ambayo imempata meya wa jiji na iko saizi kwenye hospitali yetu ya reference ya hapa Uvira. Hata hivyo mwanasheria huyu anaomba uchunguzi wa kina kisheria ufanyike dhidi ya wale waliotenda kitendo hicho. Meya wa jiji kwanza, ni meya ni mwenye akimizaki gari katika vile ya Uvira na kwanza iko miezi mingi atembele nani ile gari i kwanza kama vile kwa letumeicha kwa sababu mea wajiji uko na miezi karibuni tano ama sita temele ile gari, lakini kwa nini leo temele? Ya pili ni kwamba hakuagi na vitesi, ila anatembea katika mwendo wa kobe na shoferi ambaye iko naye anazia kutembea katika barabara za vile ya uvira tu. mm -hmm, kwamba kwa gari, ziko, gari ziko nyingi katika barabara tangu majeshi wamie hapa, polisi amie hapa ya mea hapa, lakini pia guvernera provincial gari zimeongezeka kuwa nyingi, na mpaka hauta hautaelewa zitatokea wapi. Huko tuko katika hali ya vita na hatuelewi imepitia namna gani. Zaidi sana swali ya kabambi, kwa nini majeshi ambao wamefanya vile hawakusimama ili kwamba waangalie hali ya mea wa jiji ambaye ame nani amemgonga ame, ame, ame, ame, lakini wao wametoweka na kwenda kwa urais bila kuangalia masuala mengine ambayo waraia wanajiuliza mpaka sasa. Ni kweli kwamba wahuteri kwanza wakujali wafika wanadea, lakini sisi ni kwamba ukiangalia hali ya Uvira inahitaji uh, kwenye kichwa kuwa na kiongozi kama kama, kama kikikifara ambaye anakamata interim kwa kuwa iko fasi yote kwa muda wowote bila skoti tena, na iko anaongea na watu na anajali watu sasa accident kama na hiyo sisi kwamba tujaielewa, lakini tunatembelea kusikiliza. Sababu leo nisikia posho kamanda wa, wa sekteur routier anazia kupata kupana hali ya maksida imetokea na nini katika vile nzima ya Uvira. Sisi na hicho ambacho kimemlenga kiongozi na ki ki mpenda zaidi, lakini pia tukiinterpele polisi sekteur routier ijihusishi, tujue ukweli nani alikuwa chanzo eske majeshi wametumwa na kwa nini wamemgizia yeye mea waj kekuikizia watu wengine? Na hiyo hali ya kuenda kuserikile ukiovyo ovyo haiko haiko jambo rahisi. Tumalizie na uko Mboko ambako mpaka sasa baadhi ya vizuizi vimoja vya wazalendo bado vinaonekana kuendelea kuwa na unyanyasaji kwa raia wanaotumia barabara taifa namba tano ndani ya sekta Tanganyika tarafa ni Fizi. Mashirika ya kiraia yanaomba kwa tume ya wazalendo iliyohusika na kuondoa vizuizi bandia kurudi eneo hilo mara tena. Kwa mujibu wa muundo wa kiraia, hatua iliyochukuliwa na viongozi wa wazalendo ni ya kupongeza, saa unapolinganisha na vile vizuizi vinakuwa vi, kuanza Makobola mpaka Nyange. Hata hivyo, baadhi ya vizuizi vingine vimerudishwa mara tena. Samia Mimi Kortikol ametoa mwangaza zaidi: c'est vrai que bariere zimoja ndani ya sekta ya Tanganyika zilikwenda kuondolewa na bado zingine zinabaki, surtout ma bariere nyiko uside ya village Mboko, tukianzia Zimbweti mpaka Lweba izo bariere mpaka hivi zingali. Sasa sisi kama vile mashirika za kiraia tuko tunajiuliza, esco ile ordre nye ilisema kama zile bariere zitolewe njo imepu, imepuziwa imetupiliwa mbali au ni ile kauli ya wami wa asili walioitoa pale mkikao Lubonja ndo imekanyagwa ama nini sababu. Haiwezekani wami wasili wakuu viongozi wa wazalendo watoe oda kusema bariere zote zikwesiprime, mempaka saa hizi zingine zinaendelea kuopere bariere aswa ya Katungulu na pale Zimbwe, inakuwa sasa kero na tishio kwa raia ya Fizi na raia ya sekta ya Tanganyika kwa upekee. Katika bariere ambazo zilitolewa ni bariere za kuanzia Mkwezi mpaka Makobola kwenda mpaka Kalungwe upande wa Uvira. Ni barriere pekee moja tu ndo ilikwenda kuachiwa ifanye kazi zake pale Makobola, lakini sio kwa kusumbua raia, bali nakaa ndani ya barabara kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zake kwenye barabara ya taifa namba tano. Lakini barriere za mu accessi de vraiment inakuwa kero, kero kubwa, ndio maana sisi kama vile shirika la raia tarafani Fizi tunaomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo, kurudia tena kuja kutoa bariere zingine ambazo mpaka saa hizi ngali zinaendelea kutumika kazi na kuendelea kuusumbua raia, wenyewe wanajifanya sasa inakuwa faveur il Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. ni kushukuru wewe ambao ulinipa macho na kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Safari Almas, sina la ziada ila nakuomba usikose ku like kushare na kusubscribe, ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Bye bye. Fizi News 24.